Hii ni Biblia Badi, somo la sabini na saba, Biblia na Utumwa. Kusudi habari na siku njema. Hii ni Biblia Badi. Biblia Badi ni msimuliaji wa hadithi anayekariri matini za kimapokeo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu ni nani Mungu na ni nani Wanadamu somo. Hapa ndipo mahali tulipo leo. Wachambuzi wa Biblia wanadai kwamba vifungu fulani vya Biblia vinaonekana kuunga mkono, kudhibiti au kushindwa kushutumu waziwazi zoea la utumwa. Wazo la wachambuzi uendeleza wendere, ni kwamba ikiwa Mungu wa Biblia ni mwema sana, kwa nini miaka elfu tano iliyopita akusutumu soea la kibinadamu la ra utumwa au angarau, mara tu Yesu anapowasili, kwa nini aku rahani miaka elfu mbili mia tano elfu mbili mia tano iliyopita? Biblia Bard anapendekeza na kile ambacho Biblia husema hasa kuhusu masuala. Lakini kabla sijaorodhesha aya kadhaa ya Biblia zinazoeleza kwa undani maudhui ya Biblia na mata, mitazamo ya mwandishi binafsi kuhusu utumwa, hebu kwanza tuangalie utumwa wenye wenyewe kama taasisi. Utumwa wa kujitolea: katika nyakati za kale watu waliokaribia kufa wangeweza kujiuza na kuwa watumwa hivyo kuepuka umaskini, madeni au njaa. Katika sheria ya Musa ikiwa Mwibrania alifanya hivyo, sheria ya Mungu ilihitaji watumwa kama hao waachiliwe wa, wa baada ya kutumikia miaka sita. Tazama kumbukumbu kumbu la Torati 15:12-18. Baada ya Amerika kuanzisha maskini waliotaka kutoroka Ulaya wangeweza kuingia katika utumwa wa utumwa kwa kutia saini mkataba wa utumwa unaofungwa miaka ya kazi ili kubadilisha kubadilishana na ulimwengu mpya. Katika jamii zisizo na mfumo wa kufilisika wadai walikamata wadeni au wanafamilia kama watumwa, wakati mdaiwa alikosa kulipa deni. Tazama kanuni ya Amurabi Baberi. Zoezi hili linaendelea leo katika nchi mbalimbali. Utumwa usio hiari ni jambo la kawaida katika jamii nyingi za kale na kabla ya kisasa, ambapo majeshi yaliyoshindwa na idadi ya raia walitekwa na kufanywa watumwa kama kama nyara za vita. Tazama historia ya Misri, Babilonia, ushuru Uchina na Rumi. Utumwa wa chuki, utumwa mtubu ambao watu wachukuliwa kama mali na kufanywa watumwa maisha yote. Katika visa fulani, watu wen... wangeweza kununua njia yao ya kupata uhuru, kama ilivyokuwa kwa Olaudah Equiano baada ya kufamia eneo katika visiwa vya Uingereza, mara nyingi waki, wafikingi waliwafanya watu kuwa watumwa, wengine wakajifunza na kuwauza huko Ulaya wawe Warumi, msaada wa kibinafsi na watumishi wa nyumbani katika jamii ya wa steki na wainka watumwa wanatumwa walitakiwa kutoka kwa mataifa yanayotawaliwa. Utumwa wa adabu. Baada ya kunyongwa au adabu ya viboko, wahalifu waliopatikana na hatia wanaweza kufungwa watumwa askari watumwa, mara nyingi katika ulimwengu wa Kiislamu na Afrika, mfano Mamuruki huko Misri na Otumani jesirieni, walifanya askari kutoka kwa kuwa watumwa. Utumwa wa kijinsia, usuria ulifanyika katika jamii nyingi za kale. Katika Uislamu Qurani ine mstari wa ishirini na ine mateka wa kifita wa kike wanaruhusiwa kuwa masuria wa ngono. Katika ulimwengu wa kale e, elfu kumi PC hadi elfu moja AD, utumwa ulikuwa teknolojia. Ikiwa ulihitaji kiyoyosi ki mtumwa alitikiswa kiganja juu na kichwa chako. Ikiwa ulihitaji joto la nyumba yako, mtumwa angekusanya kuni na kuwasha moto. Ikiwa anahitaji maji, mtumwa alienda kuyabeba kutoka kisimani au mtoni. Piramidi zilijengwa kwa kazi na utumwa, mifereji ilichimbwa, watumwa migodini wali tafuta dhahabu. Ili hii ni mifano michache tu iliyo wazi. Biblia inaeleza msingi wa utumwa katika asili ya kibinadamu. Wagalatia tano mstari wa kumi na tisa inasema matendo ya mwili ni dhahiri: uasherati, uchafu na ufisadi, ibada ya sanamu na uchawi, chuki, fitina, wifu, asira, ubinafsi, fitina, mafarakano, na usuda urefi karamu na kadhalika. Utumwa ni njia ya utawala wa kibinadamu wa wanadamu wengine, si namuna ya kiroho ya Mungu wa Biblia. Katika enzi hii, wanadamu wanaweza kumpinga Mungu, kumlaani Mungu, kumkataa na kumkaidi Mungu na Biblia na nawa kati wa maisha yao mara nyingi huonekana kutohukumiwa kuto, au kutoadhibiwa na Mungu. Wanaweza kuishi kama mstari wa wa Wagalatia tano mstari wa kumi na tisa inavyoeleza, wakati wa sama zijazo. Uhuru huu ambao wanadamu wanautumia sasa kukidhi matamanio yao mabaya ya kuwa tofauti na Mungu wapendavyo utakwisha. Hivi ndivyo Biblia inavyosema kuhusu utumwa. Majadili yangu Biblia Bard inapendekeza na yale ambayo Biblia usema hasa, si yale ambayo wachambuzi usema. Maandiko ya Kiebrania, Agano la Kale, miaka elfu tatu mpaka miaka elfu nne iliyopita. Kutoka ishirini na moja mstari wa kumi na tisa: mutu yeyote anaye mteka nyara mtu atua atauawa iwe mwasiriwa amehuswa au angali katika miliki ya mtekaji nyara. Maoni lango la utumwa, utekaji nyara limesutumiwa katika Bibilia miaka elfu 35 iliyopita katika sheria ya Musa. Bila shaka hii ni sheria ya Mungu wa taifa la Waibrania na nci jirani ya watu na mirikisa ulimwengu asikutambua sheria hiyo. Mambo ya warawi 25 mstari wa 39 43, mtu wa Waisraeli wenzako ukiwa maskini na kujiusa kwako usim tum usitumikishe kama mtumwa, usitawale bila huruma. Maana sheria hii inatumika tu kwa waibirania kati ya waibirania. Mstari unayofuata arobaini na nne mpaka 46 wayahudi wangeweza kununuliwa na wayahudi kama watumwa, na mazungumzo hata hapa Utambuzi huu sio utetezi, badala yake ni kutambua kwamba utumwa ni ilikuwa kibengere cha jamii ya binadamu. Tazama sehemu inayofuata kwa maoni ya zaidi juu ya aya hizi tatu. Kumbukumbu la Torati ishirini na tatu mstari wa kumi na tano mpaka kumi na sita. Ikiwa mtumwa ame kimbilia kwako, usimkabidi kwa bwana wake, usimdhulumu. Maoni: ulinzi wa kwa watumwa waliotoroka inahitajika chini ya sheria ya Musa. Isaya 55 mstari wa sita Che, hii siyo aina ya kufunga niliyochagua kufunga minyororo ya udhalimu na kufungua kamba na nira, kuwaacha huru waliokandamizwa na kufunja kila nira. Maoni: katika jamii za kale, vibarua na ng'ombe waliofanywa watumwa waliadibiwa kwa kutumia nira. Kufunja kila nira ilikuwa ni mwito kwa waumini kupinga utumwa ambao uliotokea katika kane ya kumi na nane mpaka kumi na tisa huko magharibi. Utumwa huko mashariki uliendelea hadi kane ya ishirini. Nguvu ya kimaadili nyuma ya vuguvugu la kupiga utumwa ilikuwa ya Kikristo na yenye msingi wa maandishi ya Biblia. Nguvu hii ilifaulu kwa sehemu katika utumwa wa gumzo umeharamishwa leo katika mataifa mengi. Chanzo cha harakati hii ya kijamii inayotokana zaidi na tafsiri ya Kikristo ya maandishi ya Biblia. Hata hivyo, kwa sababu ya ugumu wa moyo wa mwanadamu, kazi iliyofungwa, utumwa wa madeni na biashara ya binadamu inaendelea hadi leo. Zaidi juu ya Mambo ya Warawi 25 mstari wa 44 mpaka 46. Watumwa wako wanaume na wanawake watatoka katika mataifa yanayokuzunguka kutoka kwao mwezi, kwao mwaweza kununua mtumwa pia. Mnaweza kununua baadhi ya wakaaji wa muda wanaoishi kati yenu na watu wa koo zao waliosaliwa katika nchi yenu nao watakuwa mali yenu. Munaweza kuwaitisha kuwa watoto wenu kama mali na uriti na kuwafanya watumwa siku zote, lakini musiwatawale Waisraeli wenzako kwa ukatili. Maoni: hakuna shaka mambo haya. Hizi tatu zinaruhusu utumwa wa gumzo, lakini kwa sababu Bible Bard inashughulika na Biblia kuwa fasihi, tunaweza kusema nini kuhusu maandishi haya haya ya kibekee poso? Hii ni sehemu ya sheria ya Musa iliyotolewa kwa taifa la Israeli pekee. Sheria hii ilikuwa uthibitisho wa uhusiano wao wa pekee waliocha chaguliwa na Mungu katika mataifa. Kwa hiyo maudhui haya hayawahusu haya wasio Wayahudi au Wayahudi wowote ambao hawaishi katika nchi ya ahadi. Andiko hili si tetesi, maandishi ni posho au kibali. Kama fasihi, tunapata kwamba Yesu alizungumza juu ya maka makubaliano mengi yaliyofanywa katika sheria. Katika Marko kumi mstari wa kwanza mpaka tisa maadui ya maadui wa Yesu walimjia kwa swali kuhusu suala lingine lenye utata, taraka. Wakamuuliza, je, ni nini mutu kumwacha mkewe? Swali hili lilikuwa mtego wa kumfanya Yesu apingane na sheria. Mafarisayo walijua tayari Yesu alikuwa anapinga taraka, lakini Yesu alitoa jibu ambalo sio tu alisikiria msimamo wake mkali dhidi ya taraka, bali pia alisikiria sheria. Alisema katika Marko kumi mstari wa tano, ilikuwa kwa sababu mioyo yenu ilikuwa migumu, ndipo Musa aliwaandikia sheria hii. Kwa maneno mengine, kulingana na Yesu, poso lilifanywa katika sheria kwa kutopatana kwa ndoa ambayo iliruhusu cheti cha taraka kuandikwa na mke aliyeacha kuachwa, ili lilikuwa ni kibali kilichofanya fanywa kwa sababu ya asili ya wanadamu na utamaduni na si kwa sababu hii ilikuwa suruhu la ndoa ambalo Mungu aliidhinisha na kulitetea. Biblia bado inatoa hoja hii hapa kwa andiko hili la ya utumwa wa Israeli wa kale. Wangeweza kushiriki katika utumwa wa gumuzo, katika utumwa wam mug... chini ya utumwa wa gumuzo, ya ubaguzi huu wa kisheria tu, wasio wa Israeli wangeweza kufanya wa... kufanywa watumwa. Je, hii inamfanya Mungu au Biblia kuwa na hatia kwa ajili ya utetezi wa utumwa? Nadhani ilikuwa teknolojia ya nyakati za kale. Maandishi haya ya, ya, ya ruhusu utumwa kufanywa katika jamii ya Waebrania wa kale chini ya mashadi na kwa vizuizi vinavyofanya iwe wazi kuwa hilo ni jambo la kipekee linaloruhusiwa tu kwa sababu ya ugumu wa moyo wa mwanadamu na si kwa sababu Mungu wa maadili alikuwa akiendeleza udhaifu wa mwanadamu. Itimizo ni kwamba Mungu alichukia taraka na Mungu alichukia utumwa lakini alishughulikia asili ya mwanadamu na watu wake wa samani kupitia tofauti hizi. Maandiko ya kiyauni agano chibya, miaka elfu mbili mia tano mpaka mwaka elfu mbili iliyopita. Mathayo saba mstari wa kumi na mbili wafanyeni wengine kama vile mungetaka wawatendee wa ninyi kwa maana hiyo ndio jumla ya torati yote ya manabii. Maoni: mapema katika huduma yake Yesu anatoa kanuni yake ya awali na maisha ya kijamii, sheria ambayo haipatani na utumwa. Mathayo ishirini na mbili mstari wa thelathini na tisa mpenda jirani yako kama nafsi yako maoni mwishoyo mwa huduma yake yesu anatoa tena mwongozo wa kiroho kwa kuishi ambao aupatani na utumwa ona pia mako kumi na mbili mstari wa thelathini na moja wagalatia 3 mstari wa ishirini na nane hakuna muyahudi wala muyuyani utumwa wala mtu huru mwanaume na mwanamke kwa maana nyinyi nyote mumekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Maoni: ndani ya Kristo, nafasi ya mtu kijamii ndani ya binadamu ni batili, bila kujali hadi ya kibinadamu, na wafuasi wa Kristo wanapaswa kutambua tofauti hizi za kibinadamu zinazopaswa kutupiliwa mbali mbele ya Mungu. Wakristo wanapaswa kuwachukulia watu wote kuwa sawa na wao wenyewe mbele ya Mungu bila kujali nafsi zao za kijamii. Waratia tano mstari wa kwanza ni kwa ajili ya uhuru ambao Kristo aliweka huru, basi simameni imara, wala msiruhusu tena kuremewa na kongo la utumwa wa dhambi. Maoni: mstari huu unalinganisha maisha ya Kristo na maisha ya wasio wa Kristo. Uki tukuza uhuru mbele ya Mungu unatoa na kumfuata Kristo hadi utumwa ahadi wa maisha unapoishi kama ilivyoelezwa hapo juu katika Wagalatia tano mstari wa kumi na tisa. Kwa mara nyingine tena, nira ya utumwa inapopatikana katika Isaya hamsini na nane mstari wa tano imeamuliwa tofauti kati ya Isaya na Wagalatia ni miaka 650 huu ni uthibiti wa hajabu wa kifasihi ambapo Agano la Kale na Agano Jipya zote zimetumia sitiari moja. Wakolosai nne mstari wa kwanza, enyi mabwana, wapeni watumwa wenu yaliyo sawa na haki, kwa sababu munajua ya kuwa nyinyi pia muna Bwana mbinguni. Maoni: maneno haya yanatii amri ya Yesu ya kutendea wengine jinsi unavyotaka kutendewa, lakini Paulo mwandishi anaongeza msukumo kwa Filemoni kwamba Mungu ana udhibiti juu ya maisha ya waamini kama vile bwana wa watumwa anavyodhibiti raia wake. Moja Timoteo moja mstari wa tisa mpaka kumi Tena twajua kuwa torati haikuwekwa kwa ajili ya wenye haki, bali kwa ajili ya wahalifu na waasi, wasiomcha Mungu na waasi wasiomcha Mungu, na wenye dhambi, wasio watakatifu na wasio dini, wao wao papa sao na mama sao wao wao, wauwaji kwa wana Biashara wa utumwa waongo maoni katika orodha ya Biblia Paulo ya shughushughuli za kibinadamu za kudarauliwa, unaorodeshwa wafanyibiashara watumwa. Viromeni moja mstari wa 15 mpaka 16, labda kuwakuwa yeye Onesimo mtumwa aliyetoroka wa Filomeni alitengwa nawe kwa muda kidogo, ili apate kuwa mnaye milele, si kama mtumwa tena, bali bora kuliko mtumwa, kama ndugu mpendwa. Iliandikwa miaka 1960 ilipo iliyopita, wakati wa utumwa ulioenea katika ulimwengu wa Kirumi. Maoni hiki ni kitabu cha Biblia Filomeni kilicho Renga mtumwa Onesimo ambaye anamkimbia bwana wake Mkristo na kwenda kupata ulinzi kwa mwalimu wa kidini wa bwana huyo, Paulo mtume Myahudi. Paulo anamhifadhi, ambayo ni kulingana na sheria ya Musa, lakini Onesimo atuma barua inayoagisha Filomeni amb... Onesimo kama ndugu Mukristo na si mtumwa. Kwa mara nyingine tena, wakati Wakristo wanaishi katika ulimwengu wa hali ya kijamii ya kibinadamu, wanaagizwa kubuuza hali hii wanaposhughulikia na mwamini mwamini, mwamini mwenzao. Muhtasari: utumwa ni jambo la kawaida kwa jamii ya wanadamu kama vile maji yaliyokufua samaki. Mutu aliyesama katika taasisi hii anahitaji ufunuo wa Mungu ili kukataa taasisi ambayo kibinadamu. Kama inavyoonyeshwa hapo juu, waandishi wa kale wa Biblia waliandika kutoka katika mazingira ambayo yalijumuisha yali uchunguzi wa kile kila siku na utumwa halisi ma, na maoni mabaya ya Biblia matakazo au vikwazo kuhusu utumwa. Mwokozi wa kukomeza utumwa huko Amerika elfu moja mia saba na sabini na tano mpaka elfu moja mia nane mpaka sabini wengi walikuwa Wakristo waliotumia maandishi mengi ya Biblia kuwatia moyo raia wengine kuendelea kukomesha kwa utumwa huko Marekani, majaribio ya kimakusudi ya wakosoaji wa kupinga dini ya kubuhusa chembe zote za wazi na maandiko ya Biblia ya juhudi za kupinga utumwa, mara nyingi zikiongoza na Wakristo, ni za kufahamiwa kweli katika sheria ya Musa agano la kale na katika maneno ya Yesu agano jipya na maandishi ya Paulo, utumwa unaonyesha kuwa haupatani na hamu na hasira ya Mungu. Biblia ni fasihi inayoeleza Mungu ni nani na wanadamu ni nani, na inaraani utumwa hata miaka elfu ili tano iliyopita, wakati sera ya chumura katika jamii nzima ya wanadamu ilikuwa kufanya utumwa kwa njia zote zilizo eleswa mwanzoni mwa podokasti. Itimizo tumia, podokasti ya Biblia Badi kwenye Petroni, kiasi kidogo ja dora moja wiki ama au tano mwezi, usaidia kulipia gharama za podokasti. Biblia Badi mwenyewe Achukui msahara na afaidiki kifedha na zaidi na zawadi za wafuasi kwa huduma. Podokasti ya Biblia Bard kwa sasa imechapishwa katika Kiingereza, Kihispania, Kiswahili, Kihurdi, Chechewa na Pangali katika maandishi pekee. Pata vibindi vyote ikijumuishwa na kara katika www, bibliabard, wari, wari. Tuma Tumia Biblia Badi maswali au maoni yoyote unayo unayopenda kutoa kwa Biblia Badi at gmail dot com. Nimefurahia kusikia kutoka kwako. Nimefurahia kusikia kutoka kwako. Biblia Badi inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Sijaribu jaribu kugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Badi ni ya habari, tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo na dana inayowasilisha kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibibilia ama mwenyewe, ikiwa unakubaliana au ukubaliani na matamuzi ya Biblia Badi. Jiunganishi Biblia Bard inatoa yale ambayo Biblia inafundisha kuhusu mada ma, fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia Bard ni ya habari, tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza hasa mawazo na dana unazowasilisha kwa sababu watu wengi awa, hawajawahi kujihusisha na maneno ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali <coughs> au ukubaliani na matamshi ya, ya Bible Bard. Asante sana kwa kunisikiliza.